Ah. Finally, umerudi ah, kwa kijiji. Kumbe ni wewe, yaani after kupotea kwa five years, umerudi sasa. Inakuhusu aje? Eh, na umeisha, umeisha. Ina acha kuniguza, inakuhusu aje? Yani kumaanisha uko kwa ndoo bwanaaka alikuwa anakutesa sana. Inakuhusu aje? Yaani umeisha kabisa, yani hata auangaliki mbele na nyuma, awezi tofautisha kuomba chakula sasa hata nani anaweza kutamani saa hizi? watoto watatu, watoto watatu. Haujakuja kwetu huko hivi wapi? Lakini bado kutuna hiyo mdomo yenye ulikwanga naye, hey, yaani ilikwanga vijana kijiji tukijaribu kukatia unakata unakata ati umeenda kwa Polytechnic. Unadhani pia wewe uko na bibi? Hatutaoleka mbali. Na, na umshughuliki? Sasa hiyo afadhaliko mimi hey, bibi yangu pao A, au kumkata wanamshughulikia, na pia mi wana support wewe. Umeisha kabisa. Aa, atakutamani vile umetembea kwa hiki kijiji. Kuna, kuna boy yote amekusimamisha wewe, unatembeanga na mimi watoto watatu. Nani atakutamani? Ni kila mtu wewe, saizi hakuna mutu anakutamani a, wei, na hata umeleta aibu kwa wazazi wako saizi Yaani, watoto watatu umepotea miaka mitano na unarudi saa hii.